irani ina uwezo wa kuanza kurutubisha madini ya uranium tena kwa uwezekano wa kutokea bomu katika muda wa miezi kadhaa mkuu wa shirika la umoja wa mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia amesema Rafael Grossi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA alisema mashambulizi ya Marekani katika maeneo matatu ya Iran mwishoni mwa juma lililopita yamesababisha uharibifu mkubwa, lakini siyo jumla, kinyume na madai ya Donald Trump kwamba vifaa vya nyuklia vya Iran vimefutwa kabisa. Kusema ukweli, mtu hawezi kudai kwamba kila kitu kimetoweka na hakuna kitu hapo, Grossi alisema Jumamosi. Israel ilishambulia maeneo ya nyuklia na kijeshi nchini Iran tarehe 13 Juni, ikidai kuwa Iran ilikuwa karibu kutengeneza silaha za nyuklia. Baadaye Marekani ilijiunga na mashambulizi hayo na kudondosha mabomu kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran Fordo, Natanz na Isfani. Tangu wakati huo kiwango cha kweli cha uharibifu hakijajulikana. Siku ya Jumamosi, Grossi aliliambia CBS News ya Marekani kwamba Tehrani inaweza kuwa na baada ya miezi kadhaa kuzalisha uranium iliyorutubishwa. Aliongeza kuwa Irani bado ina uwezo wa kiviwanda na kiteknolojia, kwa hivyo ikiwa wanataka, wataweza kuanza kufanya vita tena. IAEA sio chombo cha kwanza kupendekeza kwamba uwezo wa nyuklia wa Iran bado unaweza kuendelea. Mapema wiki hii tathmini ya awali ya Pentagon ilivuja, iligundua kwamba mashambulizi ya Marekani huenda yalirudisha nyuma mpango huo kwa miezi kadhaa. Inawezekana hata hivyo, kwamba ripoti za kijasusi za siku zijazo zitajumuisha habari zaidi inayoonyesha kiwango tofauti cha uharibifu wa vifaa. Trump alijibu kwa hasira kwa kutangaza kwamba maeneo ya nyuklia ya Iran yameharibiwa kabisa na kuvishutumu vyombo vya habari kwa jaribio la kudhalilisha mojawapo ya mashambulizi ya kijeshi yenye mafanikio zaidi katika historia. Kwa sasa Irani na Israeli zimekubaliana kusitisha mapigano, lakini Trump amesema atafikiria kabisa kuishambulia Irani kwa mabomu tena ikiwa ujasusi utagundua kuwa inaweza kurutubisha urani ya muhadi viwango vinavyohusika. Mkuu wa majeshi ya Irani Abdurahimu Mousavi alisema siku ya Jumapili kwamba Tehrani haina imani kuwa Israeli itatii usitishaji huo wa mapigano. Sisi hatukuanzisha vita, lakini tumejibu mchokozi kwa nguvu zetu zote, na kwa kuwa tuna mashaka makubwa juu ya utekelezaji wa adui katika ahadi zake, ikiwa ni pamoja na kusitisha mapigano, tuko tayari kujibu kwa nguvu ikiwa itashambuliwa tena, Mousavi alinukuliwa na TV ya serikali Irani. Kwa upande mwingine, imetuma jumbe zinazokinzana kuhusu uharibifu mkubwa uliotokea. Katika hotuba yake siku ya Alhamis, kiongozi mkuu wa Irani Ayatola Al Hamenei alisema mashambulio hayo hayakufaulu lolote muhimu. Waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi, hata hivyo, alisema uharibifu uliokithiri na mbaya ulifanyika. Uhusiano wa Irani ambao tayari umedorora na IAEA ulipingwa zaidi siku ya Jumatano wakati bunge lake lilipoamua kusitisha ushirikiano na shirika la atomiki likiishtumu IAEA kwa kuegemea Israeli na Marekani. Teherani imekataa ombi la IAEA la kukagua vituo vilivyoharibiwa na siku ya Ijumaa Arachi alisema kwenye ukurasa wake wa X kwamba sistizo la Grossi la kutembelea maeneo yaliyolipuliwa kwa kisingizio cha ulinzi hauna maana na pengine hata ni ubaya kwa nia yake. Israeli na Marekani ziliishambulia Iran baada ya IAEA mwezi uliopita kupata Teherani kuwa inakiuka wajibu wa kutoeneza kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka ishirini. Irani inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani na kwa matumizi ya kiraia pekee. Licha ya Irani kukataa kufanya kazi na shirika lake, Grossi alisema kuwa anatumai bado anaweza kufanya mazungumzo na Tehran. Lazima nikae chini na Irani na kuliangalia hili, kwa sababu mwisho wa siku, jambo hili lote, baada ya mashambulizi ya kijeshi itabidi liwe na suluhisho la muda mrefu ambalo haliwezi haliwezi kuwa la kidiplomasia, alisema. Chini ya mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 na, na mataifa yenye nguvu duniani Iran haikuruhusiwa kurutubisha uranium zaidi ya asilimia 3.67, kiwango kinachohitajika kwa ajili ya mafuta kwa ajili ya vinu vya nyuklia vya kibiashara, na haikuruhusiwa kufanya urutubishaji wowote katika kiwanda chake cha Fordo kwa miaka 15, lakini Trump aliachana na makubaliano hayo wakati wa muhula wake wa kwanza mnamo mwaka 2018 huku akisema ilifanya kidogo sana kuzuia njia ya bomu na kurudisha vikwazo